Ukweli uliopo jamani, si kweli? E, sasa hatutaki kugawa hawa wafai, wote mkae pamoja. Mmoja alisema mnajenga nyumba moja, mnaanza kugombania vito, mnaanza kutafuta kila mmoja panga amfike kwa mechukua vito yangu, kwana anaipeleka wapi hiyo? E, hiyo anaipeleka wapi vito? E, anaenda kujengea nyumba nyingine? Ndio hiyo, weka sheria nzuri zilizokaa vizuri, ili nchi yetu iweze kukasa na sisi maombi yetu, wachungaji na maskofu, ni kuombea viongozi wetu, na ndio maana tunazuia watu wasiwaseme viongozi wetu vibaya. Usisimame tu nasimama barabara, raisi mbaya, raisi afai, raisi matusi, kwa uongozi matusi, kwa mkuu wa polisi matusi, kwa viongozi wakunge, na watukana namna hiyo, ni kukosa hekima. Iaimana stari heshima, apewe heshima maradufu. Lazima uwe na hekima ya kuangalia viongozi lakini viongozi wetu tunajua wana busara na hekima, waangalie sheria ambazo wanaona ni kandamizi, upande mmoja naumia, wazichukue waziweke rafiki ambazo wakiziweka kila mmoja atakapoingia kwenye chumba ataka cha kupiga kura, ata, atajua kura yangu nimepiga na imehesabiwa na nimeshindwa kwa halali na nimeshindwa kwa haki. Wakifanya hivyo viongozi wetu, na waamini kama miaka yote imetuvusha toka tunapata uhuru mpaka tumefika hapa ni wao wameongoza, wanapokezana, wamekwenda vizuri. Ametoka Nyerere akaja nani? Mwinyi sio? Akaja toka Mwinyi akaja nani? Mkapa sio? Toka Mkapa kija nani? Jakaya Mrisho Kikwete. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kafanya kazi yake vizuri, toka hapo akaja mheshimiwa nani? Magufuli. Toka hapo ameshika mama Samia suluhu Hassan, kashika dola, inakwenda tunaona mambo yanakwenda, lakini cha msingi kwamba haya tunayoanza kuyasikia ndio nimesema kama kiongozi wa dini kwamba waangalie sheria ambazo zinataka kuleta mpasuko, wawaite, wapo wastafu, yupo Rais Kikwete, ndiye tunamtegemea kwa sasa, mstaafu aliyebakia katika nchi hii na, na anastahili heshima kwa sababu ndo Mungu ametusazia. Ana uwezo wa kushauri, mwanadiplomasia mzuri, siwezi kuona mzuri kama kwenye diplomasia, anaelewa Awaite wakale wa mshirikishi, waangalie wapi tatizo lipo, kwa nini sheria hizi zinapigiwa kelele. Kutumia nguvu hakuwezi kusaidia katika nchi hii, isipokuwa kukaa pamoja na kutatua kilichopo. Waseme hiki, warekebishe baadhi ya vipengele. Najua muda uliopo ni mchache, navyo vyama pinzani vielewe hivyo, muda huu ni mchache, hawatarekebisha kila kitu, lakini zile ambazo wanadhani zinaweza kaleta wazirekebishe, waingie. Baada ya muda, kama itaandikwa katiba mpya, mambo yatakwenda vibaya. Kwa hiyo nasema, na kama viongozi wa kanisa na kama askofu, kwamba lazima waondoe tofauti zao, wakae mezani, tuone nchi yetu na stawi. Na kazi yetu si viongozi ni kuombea nchi yetu kuhakikisha inastawi, na ninaahidi kwamba tutaombea na tutazidi kuombea, na itabaki salama. Umwagikaji wa damu au utatokea, kwa sababu tunawaamini viongozi wetu, wana hekima, watanitatua kwa amani zote. Hebu sema amen. Najua mkono wako juu. Nataka tuombee nchi kwa dakika chache, nataka tuombee nchi yetu kwa dakika chache. Hebu sema, Bwana Yesu, tuko mbele zako, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ya ushindi mkubwa katika nchi na dunia nzima. Baba, asante kwa ajili ya nchi yetu. Umetupa nchi nzuri, umetupa nchi ya amani, umetupa nchi yenye kila kitu. Asante Bwana uliyotupendelea. Tunakabidhi uongozi kwa Baba Yesu aliye hai. Tunaombea rais. Tunaombea makamu wa rais. Tunaombea waziri mkuu. Tunaombea mawaziri wote. Tunaombea wabunge wote tunaomea wote wakurugenzi mpaka ngazi za chini. Tunatamka nema yako wungi, wawezeshe, wapye namna ya kutengeneza mani katika nchi, wasaidie kwa jina la Yesu. Wape nema na kibali cha kusimamia sheria sawasawa, asiwepe anayoonewa, asiwepo amamwachi. Tunazifuta kwa jina la Yesu, tunazikataa kwa jina la Yesu, tunaachilia nema kwenye nchi. Kila anapopita adui Tunamfuka kwa damu ya Yesu. Tunatangaza kuanzia leo, kwa kuwa Yesu alifufuka, tunatangaza fufuke kwenye nchi yetu, asiwepo anayeonewa. Wape hekima na busara. Mgogoro na vita, kama mmeviona mvutano wa kisiasa, Baba tunawaomba waweke kwenye meza moja, ili watatue sherezo nawachunganisha, waweze kwenda pamoja, maana nchi ni moja na watanzania ni wamoja.